Unashika kidogo, kidogo, ako na leo, kesho amerudia mkisi wake hanali, nipigia simu. and my only man is RBU, hana benta, aliniambia kwa simu. Tui mara ya maigi muno huko. <laughs> Tui mara ya maigi muno. Tuwache ni, kuji, kujifanya. Unashoma. Ah, wacha niseme tu. Ruth Rumi, sasa uyu alinipikia nipikia keki ya birthday. Hebu mforo ini uyu mwenye ananipea. Ruses. Huyu alinipea keki ya birthday free of charge. Akaniletea usiku wa manane. Nikuwa mrevi, mchakari. Akapika keki na kaa birthday chai na akareta na akaniambia, na Githaiga, tunapenda chai and as Ruth Rumi cakes we support. Thank you Ruth, sije kuambia asante, keki tamu kama kitu kingine. Ni Ruth aliniletea ile abirika, yeye ndiye alinipikia free of charge, akaniletea free of charge. Alibio anasema nini mimi sijui, lakini washa nikuambie the enemy is poverty. Hana pia anachezaga mimi na supportigi nikiwa natumia akili kidogo na support kwa pesa, anatumia akili kwa dignity. Hakuna ha dignity, gotiri. Hawezi kuwa na date za muda, abie mama yako ni maraya, akutukane, atukane marafiki zako. Na ndio maana ndio maana unasikia kuna fununu, marafiki hawaogereshani. Unajua kwa nini marafiki hawaogereshani? kwa sababu hatuwezi tukano na bwana yako alafu kesho mnarudiana, si hata utakaa mjinga. Besti besti walitwa maraya, besti besti wakaambiwa kazi yao wanajiuzanga Kenya, wakaambiwa kazi yao ni kuzungusha kino, wakaambiwa mpaka wazazi wao ni maraya. Aa, ndio maana waogereshani. Unajua wataki kuleta chai. Chai wataki kuleta, waogereshani marafiki yote, si hata huyo mnataja wote pamoja, hiyo mix yote wote watatu ama wanne Watu wamepeana, chega chegachega kuna mtu alichagua the dick of a sisterhood. Kuna mtu alichagua mjulus, of which that one Kongole. Hata mimi ningechagua mjulus. Kuna mtu alichagua mjulus of a sisterhood. Ona ave na ushagure mjulus, na ule mtu yule adio na tahe na kedu na obia hena yo. Ata control <laughs> okay? Pako na pesa hap Buskan. Buskan, nikimu ap ata control kenye ntasema Boskan, kuna chai hata taka niseme za clients wake wamo, hey, wa hifi. Hifi, <coughs> Jiboskan akipada hapa utona akipoesha chai zingine hata kisisemwe. Ataki unaona anacomment unachoma. Eh, unachoma. Unaona anacomment. Eh, na na anapin. Sio ni moderator na anapin. Kwa sababu hataki niongee hiyo. Lakini si ni kweli marafiki wa ogreshani. Marafiki waliona the the the dignity has gone down. The bar has been taken down. Ako guest. Usipandishe Buskani. Ngoja kwanza. Atakuja tukidakwa yule bibi ya Obina. At least hiyo tumeona mimi na yeye. Up to achome sasa. Ai, Boskani sikuamini. Boskani amekuja kupoesha chai. Mpadishe. Eh. Mm. So sister who liona the bar has been taken down? Sister who did crack? Poa. Oh. Eh. Ah, Boskani mambo. Majirani. Poa sana aje. Kwa sana. Mbona ni kitu. Mbona tuko mbinguni? Tuko mbinguni. Tuko mbinguni ghafla. Hebu badilisha hii nini? Hii grid hiyo ikaribu ifanye nikose Marion siku ya game. Na sijui inatoka gaji na ilikataa kutoka. Najaribu sana kutoa. Itabidi uitoe, kuna namna kuitoa. Sasa ona imeanza ku misbehave. Shuka. Shuka kwanza, ina misbehave, mimi inaniambia TikTok is not responding. Shuka alafu ukuje. Okay. Hey, It's hanging, kabisa. Eh. Aki uye. Hey, ata tuwezi rudi tena. Nime hang. Lefi. Ah. Uh, umetegeneza? Jaribu kutoa. Yuriyo. Yuriyo. Ah, good. Imetoka. Imitoka. Iko sawa. Ah, good. Anaweza pada lakini, akipada pia ina hang kabisa. Kwagu ina hang. Kwagu ina hang. Iki akipada ina hang. So wacha tu akae hapo. Iko sawa tu, majirani ni best yangu sana. Nampenda sana. Ingekuwa huyu mtu akona uwezo. Ni venye akona mtu. Huyo mtu bado ni best yangu. Refi ni wapiri. Hapa na refi, huyo ni refi wangu. Na refi ni edete musene kwa wanaogi nyakoro haha. Nipeni chai gine, nipeni chai gine, chai chai chai. I want tea tutu, nipeni chai, tufafanue tushaganyue, imkweranyonia ina salimia Levi eh, zamuda amesema ni kusalimia Levi. Eh. Levi eh. Levi. Levi. Levi. Levi umesalimiwa from America. Amesema nikusalimie za muda Hai Pira. Amesalimika si enough, ande mkasalimiane WhatsApp na huko. Ni peni chai ingine <laughs> Trisha Khalid Trisha Khalid amefanya nini watu? Trisha, Trisha, Trisha. Chorea. Ona wananiambia gutiri sahi, ah. hakuna tunashorea, kama kuna shai lazima tukunywe Eh? nilisikia Mirida akisema ati ni mgonjwa ama si, akasema ni mgonjwa, sema ni ni ako na shida, rough time. Oh yeah, namhudumia. In fact, kama kuna mtu namhudumiaga TikTok peke yake mimi, sipiani hiyo chai hiyo. Kitabu naandika sita, sifugui Trisha ain nre okay. Uh, pia ame confirm, so mimi sina hiyo chai. Nipeni chai ingine recho. Hakuna mtu anaigojea kama mimi. Nimejaribu kutafuta, nilisikia akimwogeresha before the interview. Pita nayo, pita nayo, eda nayo. Heri huyo kuliko ule mzugu ulikuwa unapatiwa na nani? Na kapunye wazugu maskini. Kapunye alikuwa anapatia lesho mzugu, mzugu maskini, wale wazugu wanaosha choo, na yeye ati workmates. Akini mehang sana, niliambia boss kana pande gai Prince Chala ya Prince Chala tumeambiwa, ni chai ime imeganda, kwa hivyo hatuna chai ya hizo, ni vitu za Facebook. Eh, so na hang, hang, niko sawa nikiongea, yeah, guna hang kabisa. Nataka kuona comments juu nataka kujua chai gani next. Lakini sasa siyeona comment. Kana udahele thimu, heo thimu ngiku. Baba. Na nakioniki ukireme. Amuka. Toto. Toto. Ngapili si mingine. Na unalala tu the whole day amuka. Sasa ni 7 pm. Si nimehang levi. Ah. Nifungulie yako. Bebe, fungulia. Sijui kwa nini na hangifo. Washa. Washa ni shwa mtoto nene kama. Ni comments hizi ona, nataka kuona comments. Ulisikia kapunye ako na mimba. Sasa kapunye hata tu bosi yake aliogesa ya farasi alishikia wapi mimba? Kapunyi anafanyagwa saa gapi? Na nashidaga TikTok akitutukana aki, aki, eh, eka eh, goli ama hiyo miba ni kama hili naigia osmosis. Astaki WhatsApp, nifungulia TikTok na uamuke heda ata uko heda ata unipike unipike Yeah? Oh. Unajua na hanga hata soni macomment ya watu, ate pikei areda ta nikiareda ki ako kwa guest ama sinifungulie nani, TikTok imekata nini? Simu mpya, simu mpya imekata Kika pini na simu, simu mpya nitatie hey. Hiyo ingine, hiyo ingine, hiyo Sabrina. Mi sijui chai ya Sabrina ni gani, nimeambiwa sana chai ya Sabrina na sijui, sijui chai ya Sabrina ya soya. Najaribu kutafuta simu, naona comment moja na inakosa na kanyari, kanyari amefanya nini

Yeah. Nataka eh, oh, uh, kuona mama nini? Levi, sasa hana Miriam, anakusalimia. Hana Miriam, mulikwanga, mnataka kunipiga. Hana Miriam, alikwanga ende alikwanga nini, alikwanga fyp wa Safi. Safi, yeah, mm. Msipiane sharia live, atawa mute atawa block, mnajua a... oh. E. <laughs> Kama unaandika kitu yote ya live usiandike. <laughs> Atawa block hairata santa kwa gari ya chai na na hakuna kitu hili happen. Tumeambiwa maneno mingi sana. Frapa is here. Tumebuko na mama, tumebuko na mbaba. Eh, na wafirithi. Ebu kwanza kuja kuconfirm kama mlikuwa na wafirithi. Kuja kuconfirm, because akikuja kuongea. Usiruke kenye iko ukweli. Siwe wa kwanza, hata lisha DNA matamake makuru. Frapa akuja. MC Chris, ni shayera anyu. Frapa akuja utupate ukweli saidi yako ya stori, eh? <laughs> Tahera, ha, kuwa serious. Wewe tumiambia uko uko na mama na uko na mbaba kuja tuambia kama ni ukweli na anakutumiaga pesa na akasema na akona naba na akona adi akona hadi contact na akasema na anakuja kuanika. Nikakumbuka bado kale kaka yai, ulikuwaga unasema unakutaka. Hebu tuambie kama ni ukweli. First and foremost, ni wewe kaka wa firidhi? That is our first question. Wewe ni wa firidhi, are you a thing? Because nisaidia kwa simu for nothing, ananiambia umemtolea ngoma, ati umemtolea ngoma, ukimuosha aki. Na wewe hapa mkiashana, kwa nini mnatoa ngoma alafu unamuosha?

Ati amurumite ruibu ini rui. Mumama naitwa Mrs. Eh, wafiridhi alisema "I'm bringing that woman." Kwanza alikuwa amekasirika akaniambia, "We will see who has the money. We will see who has the money. Is it me or the co-wife?" Yani mnapiganiwa baka na wamama. Niabia umemuasha na ukashukua mwanamke mwingine na si kasichana kadogo mumama. Haya. Tena jana akapiga tena. Akasema hata si mumama giega nagongewa a na ndume nagongewa na dume na mama wako na biri. Ebu kama ni ukweli. Frapa. Kwani huyo mama ni chisi? Kuja utwabie usimuite chisi, na mlikwaga mna hag mukiingia kwa, kwa rejilofa e? Simulisema heri kucheka Sina ubaya. So unajua na kusupport back MCA. Sina ubaya kabisa. Lakini chai kikuja ni fisuri tunajua. Hata hata siku ya leo utoma na maintenance. So lisa. Chai kikuja tutaulisa. Wacha nijue kama wanadate kwanza. Siko feeling sure. Oka. Frapa comment ya si ya mama amekamilia. Mimi kwa sasa hii mapenzi ya TikTok. Mnatuwezeaga TikTok. Kwa hivyo mkiachana ni TikTok. Kwa hivyo it is good we stay here all of us tukunywe chai tumalize, si ndio? Frappa kuja na kwa nini ndio ikupanda again, na kama iko na ka ukweli, hata ikukuja anaandika tu hapa, kwa nini mama ni chizi? Yani Frappa baby girl mwenye ulikuwa ngo una post unaita mama baby girl, na mimi Frappa tu ngo mwekela kwa status. Frappa baby girl ndio unaita mama surely? na alisema kwa sababu hakuna baka una baka she drive Frappa, do you know how long it can take you

Sema hapa, hapa. Leo ni kusema hapa, hapa tera tatumara machaia marafiki yakonisipiane ati ah, amechoka ametoka kurara saisi ni agutaithie kuruga tukahurire muthui

Uthukiria thoko haha akumaka ta metha. Akirigo. Na ndu ikuya mudo ikachu. Eh, wai gwe ko. Gumurike. Atwage pension, twage shakiria. Nse MP. Tukose za MP. Eh, atakuanika. Nani atanianika? Resho na don. Ah, don na ezichukua resho hapana. Hiyo hata mimi nesakataa. Hei, hapana hiyo nitakata tupecha ya Rich. Rich nilisikia alitoka. Nilisikia Rich alitoka. Jipaguse masho na urudi nyuma na ni. Mimi ni bwanako. Ndio wambia bwanako igie raifu. Umwambia jipaguse masho na arudi nyuma. I'm not your husband. Haujanilipia data, situmii simu yako. Wewe ndio unatumia, yako imepasuka screen kutap tap, so please, ukisikia nimesoga bele sana, eka simu yako chini. Na ukisikia unatafuna, nioshe masho. Edu nunulie bwanako simu umbaie bundles akuchekeshe hapa ne juu. Mwenye comment. Oh. <laughs> Osha wako comment. Unawa comment. Ona, ona mwenyana ni comment ya huyu mama. Nimekwambia watu wa Diana Russo wanakuanga tu wajinga. Mama Net, kwanza wewe ni mama. Na venye uko na poti kubwa. Na simu mbaya. Ona hata video quality. Ona mwenyana niambia tinioshe macho. Oneni tu.

<laughs> lakini anakaa kapunyi tu, exactly. <laughs> Nilijua tu ni timu yake wote, uko hizi video likes mingi. Love you mam love di <laughs> titombo hata wa tomboy. Hey, unakaa tomboy, huko i tomboy. Anafaa Goza Red Cross za msaada. Ka ile tu. Sura imekauka boss, kana I'm telling you. Sura inakaa kama gozi ya matako. Ona tu, ona uso. Unajua kila mutu kwa matako anakuwaga weparara. Hata wale wamejipaka mkorogo. So ukiasa okay, so una gusa matako kwa sura ya mtu unasaisema. And this is one wana viatu na cutex ya white. Ini kienyeji ya tastaki <laughs> Aki amevaa cutex ya white kwa vidole <laughs>